Kuna mabango mengine kwenye barabara kuelekea furaha ya milele kuelekea mbinguni. Kuna barabara au njia moja ya hakika na ya kweli, yenye mabango yaliandikwa alama za usalama barabarani kuelekea furaha ya milele ambako Yesu aliwaahidi wafuasi wake akisema nanukuu: nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama isingekuwa hivyo, ningalikwisha wandieni. Sasa nakwenda kutayarisha nafasi. Mnajua njia ya huko ninakokwenda. Soma Injili ya Yohane sura ya 14 aya pili hadi ya 4. Tomaso, alipo msikia Bwana Yesu akisema hivyo, alimuuliza Yesu swali ambalo kila moja angaliuliza, akisema Bwana, hatujui unapokwenda tutawezaje? Basi kujua hiyo njia, kujua hiyo barabara. Soma injili ya Yohane sura ya 14 aya ya tano. Yesu anamjibu Tomaso pamoja na wewe na mimi akisema, na nukuu, mimi ni njia na ukweli na uhai, hakuna wezaye kwenda kwa Baba ila kwa kupitia kwangu. Mwisho kunuku, kutoka Injili ya Yohane, sura ya 14 aya sita. Tunaweza kusema Yesu ndiye barabara yenyewe ya kweli na salama kuelekea furaha ya milele. Barabara hii ina mabango yenye alama za usalama barabarani zilizogawanyika katika makundi matano. Kundi la kwanza ni la amri kumi za Mungu au amri kuu ya mapendo kwa Mungu na jirani. Bango hilo natakiwa kulisoma. Kundi la pili ni amri sita za kanisa, soma Misali waumini kurasa wa 1499. Kundi la tatu la alama za barabarani kuelekea mbinguni ni heri nane za Yesu mlimani. Soma Injili ya Matayo sura ya 5 aya 3 hadi 11. Kundi la nne ni matendo saba ya huruma ya kimwili na matendo saba ya huruma ya kiroho. Soma misali ya wamini ukurasa wa 1499. Kundi la tano ni matendo ya toba, ni matendo ya toba. Hizo ndizo alama katika makundi matano, alama za kusaidia usafiri salama kuelekea huko ambako Bwana Yesu ameenda kutuandalia makao.